Na Sherila alikuja kwako Nairobi nakwambia nimengojea kuja, lakini siku mwana. Ama ni vile ulikuwa unamsumbua sana akiwa mdogo, uoni ni mtoto mdogo, ni mdogo wako. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Wa mama. Ni jioni, jioni. Wa so, nini hiyo? Ni nini hiyo?

rafiki yako, na kwa hivyo anajua siri zako, vile mkifanya munatembeaga mukifanya huko barabara. Hiyo ni vibe tu, wakati tuna vibe hivyo, hiyo ndio lugha yetu ya mtaa, sio ukweli? Kwa hivyo sio ukweli, ah, si unajua tu haiwezi kuwa ukweli. Wewe si nisikute, nisikute ukifanya hiyo maneno. Sasa si wewe unanijua mama, sasa unaezaje kosa kunia? Nisikute hiyo maneno nipate ati wewe unatembeanga na mama wazee.